Tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika. Ndugu zangu za tumefanya kazi, tumefanya kazi, na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi mlioko kule kwenye field, nawarudishia nyinyi. Niwaombe tena, sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura, tuhakikishe watu katika maeneo yetu wanakwenda kuandikishwa wanakwenda kuandikishwa, kwa sababu kama huko kwenye daftari huna haki ya kupiga kura. Ili upate haki ya kupiga kura, lazima ukaandikishwe kwenye daftari. Kwao tusimamie watu kwenye maeneo yetu, tuhakikishe wanakwenda kuboresha taarifa zao au kujiandikisha, ili wapate haki ya kupiga kura.